nyinyi askari wenu, nanyewe mmewazoea. Tuliwaona kwenye maandamano, mwandamanaji analeta vurugu, anakunywa maji, anampatia na askari, naye anakunywa. Tanzania cho kitu hakipo, na hili jeshi la polisi hatujaliunda sisi, liliundwa tangu mwaka 1919 na, na mkoloni. Ilijulikana tu kuna watu watafanya vituko, lazima wasiwekwe ndani. Siku moja nilikuwa nafanya ziara Iringa, waliniuliza